Kati ya Fountain Gate dhidi ya JKT Tanzania, ligi kuu ya NBC, ambayo yote hii ambayo imetoka kushinda michezo yao ya mwisho eh, Fountain Gate, wakishinda dhidi ya Tanzania Prisons eh, kuiona ikiendelea kubendera ya Fountain Gate. Miongoni mwa waamuzi wa mchezo leo ndio hawa hapo, tayari wa wa anakula picha pamoja na wakiongozwa na Katanga Huseni kutoka Tabora. Kikosi cha Fountain Gate hicho hapo ambacho kina badiliko moja tu. Uh, leo hii hao ni mafande wa JKT Tanzania, na wenyewe wanao mabadiliko kadha wa kadha, hasa kutokana na eh, matokeo yenyewe eh, ya timu zote mbili. Naam, karibu sana katika dakika 45 za kipindi cha kwanza. Wanahitaji chochote kitu, shiza kichu, anayeweka ndani, nafasi kwa JKT, nyaka uzuri kabisa kule Rashid Abdullah. Ahmad Ali Kocha wa JKT Tanzania hey, haya kaipitia kule kochini mani wenyewe hey, nice, namwita tazama alivo tashaki ya kwanza mpira ulimti, lakini Salum Hamis sema usintanie JKT Tanzania kwa nafasi ya pili, akina alama zao kumi na tatu. Aya, David Branson anamwaga maji ndani nafasi huku, egonga utosi kule kule chini. Muhammad Liza, kocha Fountain Gate likwisha nyanyuka kwa presha hivi. Tazama majaribio ambayo yalikuwa ndani ile, kenda kwa paraza ile, Salee Karabaka. Aya, kapalata Hassan Kichuya. Inaekwa nzuri David Branson, kakatalia kule mbele. Nafasi nyingine kwa Laisa, timu yake alitaka eh, tizama shiza Ramadhani Kichuya alikwenda hivi, lakini David Brayson akatandika mlinda mlango Rashid Abdullah. Kaicheza ile ikakutana na Hasan Kapalata, lakini kakataa. Kichuya anaiweka ndani huku, lakini akakutana na Karabaka Sale. Vipasi kakata kabisa kule, defenda kule ite matema ya mlinda mlango Rashid Abdullah. Haya, faul faul. Hii sasa kadi hizi ni hatari sana nyesha kadi ya njano nyesha kadi ya njano. Tizama namna ambavyo alikwenda kumchezea, ndivyo sivyo. Uh, nazungushwa ndani, nafasi hey! namna gani? Pasko manyama oa balhii ameanzia nafasi, ndiyo Joshua kilikuenda nje kule huyu hapo Joshua, ni tizama pande ambayo alikwenda kuikutana nalo njiani. Joshua mwaka saba. Huyu hapo ndio ingizo jipya, akimuweka nje McDonald Obas. Haya, <laughs> sasa ni zahama kwa Eli, mkono Eli anaiweka na, Joshua weko chini, siaini simika pale. Tizama kwa mara nyingine, pasi ambayo alikwenda kukutana nayo ile Joshua mwaka saba alichelewa mwenyewe kule Pasco Manyama. Uh, huyo hapo na mwingine huyo hapo ambao wamecheza Abuja City, huyo hapo David, Hen, David, David Henry anaiweka ndani kule, lakini miaka uzuri kabisa. Omar Gonzo Henry David miongoni mwa wachezaji ambao wamekuja kwa makubaliano kubadilishana wachezaji uh, kutoka City Abuja ya Nigeria. Mala ziezi kada anapita nayo Ismail Azizi Kada anaiweka ndani nafasi kuna... tizama, alikusanya kijiji pamoja na mweka hazina wake akaiweka ndani lakini, ilikuwa kuna mtu kumalizia, alichelewa kule Joshua, mwaka saba kwa Saleh Karabaka, anataka kumkomba au kuobina Karabaka Sale anaiweka ndani kule nafasi kataya kabisa ni... abisa ni madhambi kienda kupata huduma ya kwanza, tizama Saleh Karabaka kikuya alilazimisha ile dhidi ah, ya ubina wawara akaiweka ndani ile lakini, bila shaka Idi Gamba Matiko, hiyo hapo, namna ambavyo aliiweka na hiyo hapo eh, Idi Gamba Matiko aliruka juu ile, akaganda kama sekunde kadhaa hivi nam. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekamilika, katika na karibu kwa mara nyingine tena, dakika 45 za lala salama. Patu kule pitia mamu ya sema, ni challenge ya kawaida na hii itawagharimu kweli kweli kule, kule, kule Karabaka iama, hiyo ndo ambayo walikwenda kujichanganya. Elimo kono alikwenda kuondoka alikwenda kucheza namna hiyo, lakini akapokonywa mpira wakaondoka haraka harakaharaka. Uh, ni dhama kwa JKT Tanzania kule. Sasa anapita nayo kule kwa Obas. Tachi yake kwanza imekataa, pasi murua kutoka kwa Ismail Azizikada ameshindwa kuitendea haki. Haya, Karabaka Salehe Kikuya Salehe Karabaka anaiweka ndani kuna nafasi 50, 50, kule, kule kule, weka ndani kule, yes! JKT Tanzania Paul Peter Kasunda. Paul Peter Kasunda anaiweka kwenye kamba, tizama namna ambavyo alipigwa pasi moja hivi ya 50, 50, wakajichanganya wenyewe kwa wenyewe, hiyo hapo akaiweka kwenye kamba, bao lake hili la nne akiongeza kaunti yake. Hiyo hapo Paul Peter akiwapa bao la uongozi JKT Tanzania, na kuandaa nafasi nyingine, nafasi ambaye akaunawa kabla ya kufungwa bao. Tizama pira ambao hiyo hapo kwenda ku gonga kichwa akawa kaonawa, lakini kwenda kumalizia kwa uzuri. Henry David anaizungusha ndani kule, basi Praza kichwa, oh, basi oh site, kibendera kiko juu kabisa, manyama kwenda kuwahi kule. Dereki Mukombozi anazidiwa ujanja kule, Mohamed Bakari ni dhama nyingine Mohamed Bakari vipasi na kataka kule, kibuyu kimelia, kuondosha kule, bado wasimama imara kabisa kule, anafasi ko obas kini nyaka kule, imenaswa. Mohamed Bakari, Mohamed Bakari ameruka viunzi, Mohamed Bakari vipasi, ndio imefika chuma cha pili chuma cha pili chuma cha pili. JKT Tanzania wanakandamiza na wanahakikisha alama tatu zinasalia ama wanaondoka nazo. Kazi kubwa ambayo imefanywa na Mohamed Bakari, super sub, aliruka kiunzi kile akajaribu kupiga vipas, difenda yule Dale Joram akajichanganya Tizama Mohamed Bakari, kazi nzuri kwelikweli, vipas Daniel Joram akamchanganya mlinda mlango akaenda akaimalizia. Paul Peter Kasunda akaiweka kwenye kamba, akamsha hoi hoi katika kosiki. Haya, inaanzishwa natgonga tapanya kule Zama, Afrika, ambayo kujisetia ile ikagonga mtambaa panya, kazosalia nam. JKT Tanzania wanang'ara ugenini tena, eh Fountain Gate wanapotea nyumbani, na hizo ndo eh ulivyo msimamo ulivyokuwa. Fountain Gate mashuti ambayo amelenga lango ni moja kwa moja, lakini umiliki wa mpira ni asilimia 39, kwa 61 JKT Tanzania walistahili kupata matokeo kutokana na umiliki wa mpira ulivyo. Full time Fountain Gate 0 JKT Tanzania 2.